Na mke na na mtoto ila ma, mazingira yangu nayoishi huku nimekuja kutafuta sitaki nini kudalani kitu cha mtu, kwa sababu nina nguvu, acha nilime na lima. Nimezulumiwa mwaka watatu. Na katika ziara yake wilayani Chunya, Dr. Homera amefanya ukaguzi wa miradi na kusikiliza kero za wananchi. Akiwa katika kijiji kimoja, amekutana na kijana aitwaye Nodi Mwakilema ambaye ameeleza hadharani kero aliyoipata kutoka kwa aliyekuwa mwajiri wake. Kwa mujibu wa Nodi, alikubaliana kufanya kazi ya kilimo kwa misimu mitatu kwa malipo ya shilingi laki nne, lakini hajalipwa chochote zaidi ya kunyanyaswa na bosi huyo. Si tunanyanyasi kama mnavyotuona hivi. Mi sasa hivi msimu wa, wa mwaka karibiya mwaka watatu sijapata hela. Naomba mtoe tiketi ya kwamba nayekuja kulima huku achukue achukue hati kibali alime msimu na alipwe si, mimi saa hivi yani sijalipwa msimu wa tatu, na nani wazazi jamani, na mke na na mtoto, ila ma, mazingira yangu ninaoishi huku, nimekuja kutafuta, sitaki nini kudalani kitu cha mtu, kwa sababu nina nguvu, acha nilime. Nalima, nimedhulumiwa mwaka wa tatu. Sio bosi kwamba ana kipaji, amna, ni askari kabisa, ameshanidhulumu Nifanye nini sasa? Ni dhuluma tuliyokubaliana, hela yangu mimi ni laki hizi, amesema bwana, nakuomba laki nne. Eh, nyumbani kwetu sina msaada, nitafanya nini? Sina msaada, nitafanya nini? Basi hacha nimwacha tu jinsi alivyo, kutokana ana uwezo, mi sina uwezo. Maisha kwa mimi maisha usionionage, usi, hivi mi nimelelewa na bibi mama, sina baba sina Kutokana na malalamiko hayo, Dkt. Homera amemwagiza mkuu wa polisi wa wilaya OCD kuhakikisha kijana huyo anapata haki yake haraka. Aidha, amewaonya vikali watu wote wenye nafasi na vyeo kuacha mara moja tabia ya kuwakandamiza watu wa chini akisema serikali ya awamu ya sita haitaendelea kuvumilia ukandamizaji wa namna hiyo OCD, yani hakikisha na Eh, eh, kama anastahili kulipwa shilingi laki nne yake alipwe. Njoo hapa wewe, nani? Utalipwa hela yako, chukua na shilingi elfu ishirini hii angalau uweze ku swala la huyu ameeleza changamoto, tusije tukaona kwamba kesho akafanyiwa kitu chochote kile kibaya. Tusitumie vyeo vyetu kunyanyasa watu wengine. Yani wewe kwa sababu ni mkuu wa mkoa kwa sababu ni mkuu wa wilaya, kwa sababu ni mtendaji, kwa sababu ni mbunge, kwa sababu ni kiongozi wa chama, kwa sababu ni mtendaji wa kijiji au mwenyekiti wa kijiji, unanyanyasa wengine wa, au askari wa jeshi la polisi au vyombo vingine vya ulinzi na usalama, sio sawa. Hili jambo haliwezekani kwenye mkoa wetu wa Mbeya, wao watu kwa kweli wasifanye hivi, na mtu akifanya kazi kwenye shamba alipwe pesa zake, muachane kwa usalama. Huyu ana, ana familia nalea, ana mke na mtoto mmoja. Nikiripoti kutoka hapa mm, mkoani Mbeya. Mimi ni Samwel Mpogole.